Mtazamaji wa um, Faida Online TV. Hapa ni kwenye zahanati ya Makome a inayopatikana kwenye kata ya Mbawala wilaya na mkoa wa Mtwara. Tumefika hapa mara baada ya kupata taarifa kwamba kituo hichi kina mtumishi mmoja wa afya, hali ambayo imekuwa ikileta shida kidogo. Kama akisafiri akipata likizo ama hata akiwa amepata dharura kuumwa, kituo hichi kitafanyaje kazi? Wananchi hawa wameiomba serikali kama kuna uwezekano basi waweze kupatiwa mtumishi wa afya mwingine, ili angalau wawe wawili kwa kuanzia, ili waweze kupata huduma hiki jina langu naitwa Karim Faida. Hii ni Faida Online TV, ni kukumbusha kusubscribe kwa like na comment channel yetu ili uendelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field. Tafadhali baki nasi usikilize kile ambacho wananchi wamezungumza. Kwa jina naitwa Jamila Selemani Mpanda, mkazi wa Makome, kitongoji cha Kipala na zahanati. Mheshimiwa Rais ametolea zahanati hapa, lakini nasikia kuna mtumishi mmoja, hali inakuwaje? changamoto kubwa tunayopitia watoto ukiwapeleka kule, kama mtoto anasumbuliwa, unaenda naye kule anakuja kutuhudumia, muda sio mrefu anamwacha anamwacha yule mtoto kumhudumia, anakuja mwingine mjamzito, anaenda kumhudumia mtu mwingine vilevile. Kwa hiyo kwa kifupi, anakuwa dokta ni mmoja. Kwa hiyo shida yetu kubwa, tuongezee wahudumu. anaitwa Mwajuma Mohamed Salmu Kalomba, ni mkazi wa Makome A. mm -hmm. tuambie dada, kwa sana ishu ya ya zanati unazungumziaje? mm -hmm. changamoto sana mm -hmm. yani kweli kwa kweli kwa kweli zanati ni changamoto na kwa sababu ni mtumishi mmoja, ni mtumishi mmoja eh, mimi naitwa Ali Abara Mwango ni mkazi wa kijiji cha Makome, ni mzaliwa ni mzaliwa wa hapa. Hapa, hapa. Nina umri wa miaka 63. Kero ya kwanza kuhusu huduma ya afya pale, tatizo la huduma ya afya pale, na maana mhudumu tunaye mmoja na yule binadamu na kile ni kituo muhimu, tunafanyaje? Ana dharura kuugua, ana dharura kuuguza mwenyewe anazarura kukutwa na utekelezaji mkubwa, kupima watoto, kuhudumia wagonjwa wa kawaida sindano, sindano, tunafanyaje hapa? Kwa majina naitwa Litanga Kaitan Litanga, ni kama mwenyekiti kijiji cha Makome hmm. Hey. Yeah. Hmm. Uh, kama mwenyekiti tumekuja hapa, lengo ni kujua hali ya zahanati hii ya Makome A. Hey. mpaka hmm. sasa taarifa ambazo mnazo nyinyi kama kijiji hmm, kuna watumishi wangapi? pale kuna mtumishi mmoja ambaye ni mganga mfawidhi, lakini hakuna mhudumu mwingine yoyote ukiacha huyu. Kuwepo kwake mmoja, kuna changamoto yoyote kwa wananchi wenu? Tena kuna changamoto sana kwa sababu ukiangalia kama huduma ya mama na mtoto pale haipatikani, kwa sababu wananchi wa hapa wanapata huduma kupitia zana teknolojia, kijiji jirani cha Makome B kwa sababu pale mhudumu ni mmoja, yeye hawezi kwenda kupima wamama wajawazito hawezi, awezi kuhudumia kuhudumia watu ambao wanajifungua, hawezi kwenda kuhudumia watoto ambao wanapima kliniki, yeye akahudumia tena kwenye chumba cha homa cha, cha, cha, haiwezekani. Kwa hiyo inalazimika watu waende kijiji kingine ambapo, lakini ukiangalia uwezo wa zahanati ni mkubwa, kwa sababu vifaa tiba vyote pale vimetimia isipokuwa yes, mhudumu ndo sa hakuna, mhudumu yuko mmoja, na mpaka sasa hatuna taarifa yote, labda mwezi gani anaweza kaja mhudumu mwingine, hakuna tujapata yo taarifa. Mmeshafanya chochote kama eh, viongozi wa serikali ya kijiji hiki kuhakikisha kwamba labda mnazungumza na mkurugenzi au mkuu wa wilaya, kuna namna ya kuweza kuongeza uh, watumishi? Kwa kweli tuseme tu ukweli, msema kweli ni mpenzi wa Mungu, hatujawahi kufanya hivyo, lakini kwa sababu mara ya kwanza pale uhudumu walikuwa wawili daktari mfawidhi na, na nesi lakini yule nesi amehamishwa kaenda zahanati nyingine, tutegemea labda tutaletewa mtu mwingine, lakini mpaka sasa hivi hatujaletewa mwingine. Vile vifaa a serikali kweli maana yote kwa sababu kuna vifaa tiba vingi sana, kuna vitanda vya kujifungulia mama wajawazito na vifaa vingine ambavyo sisi hatuwezi kuvijua vya kitaalamu. Kwa bahati nzuri Mheshimiwa diwani ni mzao hapa naelewa na imani kabisa, hili anaumia nalo na pia analizungumzia, lakini bado limekuwa ngumu. Naitwa Rashidi Mohammed Mnete, ni diwani wa kata Mbawala. Mheshimiwa, kuna, kuna swala la zahanati hapa, tuna taarifa kwamba kuna mtumishi mmoja, hili jambo lipoje? Liko sahihi? Hii zahanati tangu imeanza kufunguliwa tulipata watumishi wawili, lakini baadaye mtumishi mmoja alikuwa na changamoto ya kifamilia kwa hiyo akaomba kuhama kuhamia maeneo yatakuwa rafiki na utoaji wa huduma kwa mzazi wake, kwa hiyo tumebaki na mtumishi mmoja okay. Na hii pengine kwanu nyinyi kama viongozi mnaionaje? haiko vizuri kiafya kwa wananchi wetu, na taarifa mimi kama mwenyekiti wa maendeleo ya kata shatoka katika halmashauri lakini pia mganga mkuu wa, wa, wa wilaya yetu analifanyia kazi ili kuhakikisha kwamba tunapata mtumishi mwingine. Faida Online TV tumepata nafasi ya kuzungumza na mkuu wa wilaya ya Mtwara ndugu Abdallah Musa Mwaipaya ambaye anasema kumekuwa na changamoto mbalimbali ikiwa mbali, ni pamoja na uwepo wa watumishi katika maeneo mbalimbali waliotimia, lakini serikali inaendelea kufanya juhudi za kuhakikisha kwamba watumishi hawa wanapatikana katika maeneo mbalimbali, sio kwa Makome A hey, tu lakini hata katika maeneo mengine ambayo wana shida ya watumishi watawapata na maisha yataenda sawa. Huyu hapa tumezungumza naye akitolea ufafanuzi. Wananchi wangu wa Makome, mimi niseme tu kwamba e, kwanza poleni kwa changamoto hizo. A, swala la ikama ya watumishi e, si Mtwara au Makome peke yake. Hii ni e, changamoto ambayo pengine iko nchi nzima na kwa kadri ambavyo tunaahidiwa na serikali kwamba eh, kwa kadri muda unapo eh, unapopatikana fursa inapopatikana eh, serikali imekuwa iki, ikitoa ajira eh, za kada mbalimbali walimu, madaktari, manesi. Kwa hiyo kwa kadri tutakavyokuwa tunapokea eh, watumishi, tutajaribu kufanya msawazo na kuhakikisha kwamba na ndugu zetu wa Makome pale katika kituo chao wana watumishi ambao watakidhi yale mahitaji ambayo wana Mheshimiwa Mwenyekiti, kama nilivyosema, Tamisemi imefanya kazi kubwa sana, kuna miundombinu mingi imeongezeka ime katika sekta ya elimu sekta ya afya e, lakini sasa be, miundombinu hii ambayo imeongezeka haitakuwa na athari kubwa kwa jamii kwa kulingana na changamoto ya watumishi iliyopo katika baadhi ya maeneo hususan mikoa ya pembezoni. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba ofisi ya Rais Tamisemi ifanye jitihada za makusudi kutoa kibali maalum kwa ajili ya mikoa ya pembezoni. Kwa mfano mkoa wangu wa Mtwara, ukienda sekta ya afya tuna mahitaji kwa mkoa wa Mtwara watumishi elfu saba mia tatu na tisa lakini waliopo ni asilimia 37 tu ya mahitaji. Mpaka kufikia hapo, nimefikia tamati. Inaitwa Karim Faida. Hii ni Faida Online TV. Nikukumbushe kusubscribe, ku like na comment chini yetu, ili endelea kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field, lakini kama kutakuwa na chansi ya kuongeza mwingine, si mbaya akaja tena kuongeza nguvu. Asante na kwaheri.